Hapo jana bana Ikulu iliwaka moto kwa uteuzi mzito, wakati jina la Paul Christian Makonda likitangazwa rasmi kuwa waziri kamili na jina la Boniface George Simba Chawene nalo limeondolewa ghafla katika baraza la mawaziri. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Dicky Studio. Langu jina naitwa Anko Yusuf Ragboy the Holy Spirit. Ni mabadiliko makubwa yaliyotikisa serikali yakihusisha uteuzi mzito wa uhusiano wa ghafla na kutenguliwa kwa mawaziri wa wizara nyeti za usalama wa ndani ya nchi. Kwa nini Makonda anapandishwa cheo? Ni kitu gani ambacho amefanya? Kila mmoja kimekuwa ni swali la kujiuliza katika maswali ya kila siku, kwa nini Paul Christian Makonda na kuondolewa kwa Simba Chawene, kuna nini haswa? Ni maswali ya kujiuliza katika vichwa ambavyo vinaendelea kugonga headline katika masuala mazima ya habari. Hii hapa ni taarifa kamili kutoka Ikulu jijini Dar es Salaam, Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe nane Januari elfu mbili na ishirini na sita amefanya mabadiliko muhimu katika baraza la mawaziri na kufanya uteuzi, uhamisho wa baadhi ya viongozi waandamizi wa, wa serikali. Katika mabadiliko hayo, Samia amemteua Paul Christian Makonda kuwa waziri wa habari, tamaduni, na sanaa na michezo. Awali alihudumu kama naibu waziri na hii ni kuchukua nafasi ya profesa. Kabla ya uteuzi huu po, Makonda alikuwa ni naibu waziri kama nilivyokueleza awali, hivyo hivyo jambo linaloonyesha imani kubwa ya Dkt. Samia Suluhu Hassan katika uwezo wake kuongoza katika sekta ya habari, sanaa na michezo nchini. Makonda ni kiongozi aliyejizolea umaarufu mkubwa hususani kwa vijana. Mtindo wake wa uongozi na msimamo wa uteuzi wake inaelezwa kuwa ni sehemu ya mkakati wa kuleta nguvu mpya, msukumo mpya katika wizara hiyo. Wakati huo huo, Profesa Palamagamba Aidan Kabudi amehamishwa nafasi yake ya husika katika wizara ya nchi, ofisi ya Rais, Ikulu, kazi maalum, nafasi inayomhitaji kuelekeza majukumu maalum ya, ya, ya, majukumu maalumu chini ya rais kwa maslahi mapana ya taifa. Katika mabadiliko hayo hayo, Rais Samia Suluhu Hassan amemteua Patrobas Pascal Katambi kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, wizara nyeti inayosimamiwa usalama wa ndani wa nchi, ikijumuishwa jeshi la polisi, magereza, uhamiaji na zimamoto. Katambi anachukua nafasi hiyo ya Boniface George Simbachawene ambaye uteuzi wake ni waziri wa mambo ya ndani nchi umetenguliwa rasmi. Hatua hiyo imechukuliwa bila kutolewa kwa sababu rasmi, jambo ambalo limekuwa kawaida katika mfumo wa serikali, ambapo rais ana mamlaka ya kufanya mabadiliko kulingana na tathmini ya utendaji wa maslahi ya taifa. Mabadiliko haya ya baraza la mawaziri yanaashiria dhamira uh, ya Dkt. Samia Suluhu Hassan yakiendelea kuimarisha ufanisi wa serikali, uwajibikaji wa viongozi na kasi ya utendaji wa majukumu ya taifa langu. Jina ni yako Yusufu Blackboard the Holy Spirit, uliko ulikuwa ukitizama Dicky Studio Tv, karibu kuwa nasi. Usisahau kusubscribe, ku like, ku kushea video hii na wengine, kuwasambazia habari kama hizi. Wewe wa kwanza kupata matukio na habari chemical. Usisahau kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram pamoja na TikTok.